Mahali ambapo vita za kiroho huwa zinaanzia zinaanzia malangoni. Mungu gani anapewa nafasi langoni, ndiye Mungu anayetawala, ndiye Mungu anayekuwa na nguvu dhidi ya hawa watu husika. Ndio maana Musa akijua uovu huu ulipita langoni, Musa anachokifanya ni kuja kusimama langoni, anatangaza aliye upande wa Bwana na aje kwangu. Angalia, Biblia inasema wakamkusanyikia wana wa Lawi ndio wakaja upande wa Musa. Tafsiri yake maana yake, wale watu wengine au yale makabila mengine hayakuwa tayari kuja upande wa Musa, walikuwa tayari kufa kwa ajili ya Mungu ndama. Kwa hiyo Lawi wakaenda kwa Musa, wale makabila mengine yakabakia kule, kwamba sisi tuko tayari kufa kwa ajili ya Mungu ndama. Kwa nini? Kwa sababu usikivu wao wameukabidhi kwa Mungu ndama. Kwa hiyo chochote Mungu aliye hai angesema dhidi yao ilikuwa ni ngumu kumwelewa. Kwa nini? Kwa sababu mahali wamepeleka usikivu ndio mahali wanaitika pale. Sasa kile kitendo cha kuja wana Walawi, madhara moja hapo ambayo nataka uyaone. Ingawa Musa yeye hakushiriki moja kwa moja, lakini kwa wale watu kutengeneza mungu ndama na kwenda kumwabudu mungu ndama, madhara hayabaki kwao peke yao, madhara yanawapata wao na madhara yanampata Musa pia kwa sababu Musa anapotangaza aliye upande wa Bwana haje kwangu. Ghafla Musa akajikuta yuko na wana wa Lawi, maana yake ni ile familia imegawanyika vipande viwili, wako waliobakia kwa Mungu ndama, wako waliokuja upande wa Musa. Sasa Musa wakati anatoka na hawa watu Misi, hakujua wala hakutegemea kwamba kuna mahali au kuna siku ili kundi litagawanyika Musa kama baba wa familia alikuwa anajua ninatoka nao Misri hawa na kwenda nao moja kwa moja mpaka Kanani, lakini ghafla pale chini ya mlima anatangaza, anakuta watu wamegawanyika vipande viwili. Nikasema hizi madhabahu zinapojengwa kwenye malango ya familia zinatakiwa kushughulikiwa kwa sababu zipo; zisiposhughulikiwa, huwa zinainua madhara, na madhara yale yatakaa kwa waliokuwepo, yani kwa waliohusika na wale ambao hawajahusika wote wanajikuta wanaingia kwenye madhara sasa. Ingawa Musa hakushiriki, lakini angalia madhara Musa anashiriki ghafla. Musa anajikuta ana kipande, yaani familia imegawanyika katika maeneo mawili. Familia zetu nyingi zinakumbwa na madhara haya ya hizi madhabahu. Ikiwa kwenye familia kuna mtu mwingine ameinua madhabahu au kuna madhabahu za aina mbili. Madhara yanayokaa kwenye hiyo familia ni makubwa. Familia hiyo, jambo la kwanza, haiwezi kuwa pamoja. Unaweza kushangaa familia, kila mnapopanga kukutana hiyo familia hamkutani, kila mnapopanga kukutana hamkutani. Na ikitokea siku hiyo familia imekutana, lazima tu kutatokea na migogoro ya aina mbili. Au angalia ikitokea changamoto yoyote kwenye hiyo familia iwe ni changamoto ya kimisiba au changamoto yoyote inayofanya familia nzima wakutane, lazima kuna aina ya mpasuko utakaotokea. Kwa nini? Wako watakaoamini hicho kilichotokea, lakini wako watakaosema aa, ngoja sisi tukaulize kule kama hichi kilichotokea ni sawa. Kwa nini? Kwa sababu kuna madhabahu za aina mbili kwenye malango ya hiyo familia. Kwa hiyo hizo madhabahu zinatesa familia nyingi. Familia nyingi hatuko pamoja ni kwa sababu ya aina ya madhabahu wako huko. Wewe unakimbilia kwenye madhabahu hii ya Mungu aliye hai chochote kinachotokea, lakini yuko mwingine kwenye familia hiyo hiyo ambaye mtikisiko wowote ukitokea, na yeye anakimbilia kwenye madhabahu nyingine. Hasa kule akienda, haendi peke yake. Kumbuka ha, ana jina la ukoo ambalo ndio wewe na wewe pia umebeba. Kwa hiyo anapoenda kwenye zile madhabahu zingine, nilisema anasimama na kutoa ibada kwenye zile madhabahu nyingine Huyu mtu anatoa sadaka kwenye zile madhabahu zingine, aina ya sadaka ambayo anatoa atajipatanisha yeye na Mungu wa ile madhabahu, lakini anaipatanisha familia na Mungu wa ile madhabahu. Kwa hiyo madhara hayabaki kwake, madhara yanakuja kwa watu wote kwenye hiyo familia. Kuna mahali familia haivuki, kuna mahali familia haiendi. Kwa nini eh? Kwa sababu kuna miungu ya aina mbili imeinuliwa kwenye malango ya familia. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Musa huyu ni nabii Musa ni miongoni mwa watumishi ambao aliongea na Mungu uso kwa uso, lakini na yeye Musa anajikuta ghafla amekwama. Ghafla, Musa na yeye amekwama, Musa amekwama, hajui afanye nini. Kanisa la Mungu Bwana Yesu asifiwe. Yeah, tutaendelea kwenye lunch hour. Praise team, karibuni. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame tuombe, ili tuende kazini, na tulikubaliana tuli leo tukasema tuwe na sadaka ya kumwinulia Mungu mazabao, na tuliandaa baasha hizo hapo kwa ajili ya kumwinulia Mungu mazabao, maanake tunafanya kazi ya kubomoa hizo mazabao akigiza, lakini tunamwinulia Mungu mazabao. Tumeelewana watu wa Mungu eh? Kwa hiyo nikasema unaweza kuandika Christine karibuni, unaweza kuandika vile vitu ambavyo unaona kabisa. Hivi vitu hivi vitu, hizi ni madhabahu ziko kwenye malango ya familia, kunaayo maroho ya ulevi, kuna vitu ambavyo unaona kabisa kwenye familia haviko sawa. Kwa hiyo tunaposogea kwenye madhabahu, maana yake kazi yake ni tunabomoa hizo madhabahu, halafu tunamwinulia Mungu madhabahu, Mungu aliye hai tunabomoa alafu tunamwinulia Mungu madhabahu itakayotusaidia sisi kutembea kwa upya tena, itakayotusaidia sisi kusogea mbele ya madhabahu ya Mungu. Kwa hiyo ni sadaka yetu maalum kwa ajili ya kumwinulia Mungu madhabahu, ni sadaka yetu maalum kwa ajili ya kumwinulia Mungu madhabahu. Haya, hakikisha umepata hiyo bahasha, hakikisha umeweka sadaka yako.

Funika macho yako, sema ee hey, Bwana Yesu, asubuhi ya leo ninasogea kwenye madhabahu yako. Hey, Baba ninaomba toba na rehema, ikiwa kwenye familia ninayotoka ziko madhabahu za aina nyingine zimeinuliwa, hey, Baba ninasogea madhabahuni pako kwa moyo wa toba na rehema. Kila madhabahu za miungu mingine zilizoinuliwa kwenye malango ya familia yetu, kwenye malango ya familia yangu, hizo madhabahu zikaleta madhara kwenye familia nzima. Turehemu e Baba, tusamehe e Baba, damu yako ya thamani itusaidie dhidi ya hizo madhabahu. Kila aina ya mazara yaliyoinuliwa na hizo madhabahu, familia ikagawanyika ili isiwe pamoja, asubuhi ya leo tureheme e Baba, tusamehe e Baba, tuoshe kwa damu yako, katika damu ya Yesu. Hebu omba toba na rehema kwa dakika chache. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninaomba toba na rehema. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, watoto wako tumesogea kwenye madhabahu yako asubuhi ya leo. E, Mungu, tumevutwa hapa na pendo lako, tukiwa na uhakika Mungu kwenye madhabahu hii wewe unapatikana. Ninaomba toba na rehema, ikiwa kwenye familia tunazotoka ziko madhabahu za aina nyingine zilizoinuliwa, Baba, tunaomba toba na rehema. hizo madhabahu mahali zime mahali zimesimama kinyume nasi, mahali zimeleta mazara, ninaomba toba na rehema. E, Baba, turehemu watoto wako, tusaidie Elshadai, tusaidie Elkibo, saidia watoto wako mahali wamekwama kwenye hizo madhabahu hiyo familia hayo maroho ya magomvi kwenye hiyo familia roho za kutokuwa pamoja kwenye hiyo familia ule umoja ule upendo uliokuwepo kwenye familia uliondoka sababu ya hizo madhabahu za giza. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba toba na rehema, rehemu hiyo familia, rehemu hiyo familia e Mungu, rejeshe tena kuwa pamoja. Baba, katika jina la Yesu, hiyo madhabahu zilizowatenga hao wanafamilia washindwe saidiana, hey, Baba, ninaomba toba na rehema asubuhi ya leo, hizo madhabahu za bahari, hizo madhabahu za nama zilizoinuliwa kwenye malango ya hiyo familia turehemu e eh, Baba, rehemu e eh, Mungu, rehemu a watoto wa hiyo familia, rehemu e eh, Baba. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ile hai hiyo migogoro iliyoinuliwa kwenye malango ya hiyo familia sababu ya madhabahu za bahari, sababu ya madhabahu za Mungu naa, sababu ya madhabahu za miungu mingine iliyepewa nafasi kwenye hiyo malango ya familia, rehemu watoto wako, rehemu watoto wako katika damu ya Yesu. Ebu sema ee Bwana Yesu, ee Bwana Yesu Ninaomba e Bwana, uachilie mafuta ya roho Mtakatifu juu yangu juu yangu saa hii, ili niweze kusimama na kubomoa kila madhabahu za Baali, kila madhabahu za miungu mingine zilizoinuliwa kwenye familia yetu. Damu ya Yesu inisaidie damu ya Yesu inisaidie, damu ya Yesu iteremke kwenye hizo madhabahu nyingine zilizojengwa kwenye familia, kila aina ya madhabahu zilizoinuliwa kwenye malango ya familia, katika jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu ninazibomoa hizo madhabahu eh, madhabahu bomoka vunjika vunjika, hizo madhabahu za bahari zilizoinuliwa, vunjika sasa katika jina la Yesu. Hayo maashera vunjika, vunjika, tumia damu ya Yesu, kupeleka hiyo damu ya Yesu kwenye hizo madhabahu, kila aina ya madhabahu zilizoinuliwa kwenye hayo malango ya familia, hizo madhabahu zikawa na uhalali wa kuzuia hao watoto wa kike, hizo madhabahu kawa na uhalali dhidi ya hao watoto wa kiume, hiyo damu ya Yesu itia damu ya Yesu, tunaitia damu ya Yesu, tunaiachilia kwenye malango ya hiyo familia ya hiyo familia ya hiyo familia, kila aina ya madhabahu, madhabahu za ulevi zilizojengwa ili hiyo familia wafie kwenye pombe, tunapeleka damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu inapita inapita inapita, hiyo madhabahu ya ulevi vunjika vunjika vunjika. Kila aina ya ibada ya mila zilizofanyika kule kijijini ikahusisha sadaka ya pombe, hiyo roho ya pombe ikawavaa hao watu kwenye hiyo familia rapa shekete rima ya ndarabasaka korabashakata rapa sekete. Hiyo damu inapita hiyo damu inapita hiyo damu inapita hiyo damu inapita. Hao watoto wa kike wa hiyo familia aliyezaliwa wa kwanza Aka kukabidhiwa kwa miungu mingine, hiyo madhabahu ikachengwa, hiyo leo hii amewekewa zuio la kuolewa. Rapa shekete, hiyo damu inapita inapita kwa hao watoto wa kike wa hiyo familia wa hiyo familia wa hiyo familia, hiyo damu inapita, hiyo damu inapita inapita kwenye hizo madhabahu. Achia achia, hizo madhabahu zianguke, zianguke, zianguke, hao watoto wa kike hizo madhabahu zilizojengwa kwenye malango ya hiyo familia, hizo madhabahu vunjika kwa damu yes ya Yesu. Hebu sema ee Bwana Yesu, ninaomba jina lako litukuzwe kwenye familia yetu, ufalme wako uje kwenye familia yangu, ufalme wako uje kwenye eneo langu la kazi ufalme wako uje kwenye eneo langu la biashara, ufalme wako uje kwenye ofisi yangu. Ee Bwana Yesu, ninaigeuza biashara yangu kuwa sehemu ya madhabahu yako, ninaigeuza ofisi yangu kuwa sehemu ya madhabahu yako, ninaigeuza nyumbani kwangu kuwa sehemu ya madhabahu yako. Ninaomba ee Bwana, asubuhi ya leo tunakuinulia madhabahu a sadaka tulizoshika kwenye mikono yetu, ili madhabahu tunayoinua madhabahu ikatutetee madhabahu ikatupiganie madhabahu ikatusaidie madhabahu ikatutetee ikatutete. Madhabahu ikawe kiongozi yetu madhabahu ikatusemehe katika damu ya Yesu. Shika sadaka yako, Mungu mwaminifu, kwenye mikono hii tuna sadaka. Sadaka hii E Mungu, watoto wako wameinua kwenye madhabahu yako, wakiwa na mahitaji yao. Baba, ninawaombea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Kama Gideoni alivyokuinulia madhabahu, sisi tunasimama kama Gideon wa familia, tunainua madhabahu kwenye malango ya familia kwenye malango ya biashara kwenye malango ya kazi zetu, na hii madhabahu emungu tunayokuinulia ikawatetee watoto wako katika ardhi hii ya Dodoma. Emungu, wasihangaike katika ardhi hii ya Dodoma. Emungu, wasiwe omba, omba katika ardhi hii ya Dodoma. Emungu, ondolea roho za mateso, ondolea roho za kukataliwa. E Baba, uwatetee watoto wako, uwapiganie watoto wako, usiwaache peke yao. Nami nimewaombea na kuwafunika damuni mwako, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu, madhabahu hizi zikawatambulishe, madhabahu hizi zikaseme mahali ambapo wawezi kusema, madhabahu hizi zikawatetee, madhabahu hii ikawape kibali katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibu Baba Mchungaji. Bwana wa Mungu, kwa maombi haya tuliomba, tukiwa tumeachilia na sadaka madhabahuni pa Bwana katika siku hii ya mwisho ya asubuhi na ya Ijumaa, na tupokee mbaraka wa Bwana. Bwana akubarikie na kukulinda, Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili, Bwana akunulio uso wake na kukupa amani. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Karibu mtolee Mungu wako, na karibu ibada ya mchana na jioni pia.